Mimi napima siasa ya kuelekea mbele. Hii siasa ya mdomo tu kupiga mdomo, oh opposition upinzani, oh Ruto must go, oh Ruto one term. My friend. My friend. Hii mnacheza na fire. Mimi Raila Amolo Odinga alituambia uongozi itatoka hujaanza. Raila Amolo Odinga yuko kweli. Jaaga, alikuwa wapi? Broad based government mimi mnataka sabula na serikali, mnataka nianze kupigana na serikali. Sisi nataka tujipangentoto wen jamaa tukijishika

Mimi niliamua naenda kusupport candidate wa serikali. Alipita ama hakupita? Si alipita. So mnataka nifanye kazi na serikali ama nifanye na upinzani? Nifanye kazi na serikali, nifanye kazi na William Ruto, tusonge mbele. Bas, hiyo ndio siasa hii. Maneno mengine ati, mimi napata watu wengine wa kupiga makelele hapa, kama Rigiji alikuwa maono yangu, bunge kazi yake ni kusema tu, Ruto one term one term next nini? Asemi chenye anataka kufanya. Hakuna one term, one term, one term. Huyu President Ruto hataenda one term. Ni jirani yetu hapa, na jirani ukiwa na shida unakimbilia jirani, sijo hivyo?